Je, umewahi kujiuliza kwa nini Waislamu hawali nyama ya nguruwe? Je, ni kwa sababu za kiimani tu au sababu za kiafya na za kisayansi? Na je, vipi sababu za kisaikolojia? Nguruwe ana tabia za ajabu? Mpenzi mtazamaji, usisahau kumswalia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pia na kufanya istighfari. Mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe, kucomment, ku like na kushare, ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Katika Uislamu kula nyama ya nguruwe ni haramu, yaani imekatazwa kabisa, na haya ni kutoka katika kitabu kitukufu Alqurani Alkarim, Allah subhanahu wataala anasema kupitia Qurani tukufu kama ifuatavyo, bada audhu billahi min ashaitani arrajim, ameharamisha kwenu mzoga na damu na nyama ya nguruwe. Mpenzi mtazamaji, hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wataala moja kwa moja Amri ya Allah subhanahu wa taala hata kama isiwe na katazo hilo na sababu za kisayansi au za kiafya, lakini ikiwa amri ya Allah subhanahu wa taala yapaswa kuheshimiwa na kufuatwa. Mpenzi mtazamaji, kupitia hapa Khairo TV, tukitazama nyama ya nguruwe kwa upande wa kisayansi na kiafya nyama ya nguruwe ina changamoto kubwa ambazo changamoto hizo zinapelekea kudhorotesha afya na kuleta magonjwa makubwa makubwa ambayo binadamu hayawezi kuyavumilia magonjwa hayo. Miongoni mwa changamoto hizo, nyama ya nguruwe ina vimelea ambavyo vimelea hivyo huathiri misuli pia ufanyakazi wa ubongo hupungua kwa kiasi kikubwa. Nyama ya nguruwe husababisha minyoo ambayo inaweza kufika hadi kwenye ubongo. Hii pia inasababisha mtu kupoteza kumbukumbu, hususan atakapofikia wakati wa uzee kiwango chake cha kupungua kumbukumbu kitaongezeka maradufu ya wale wazee wenzake wa kawaida. Tunafahamu uzee una tabia ya kupoteza kumbukumbu kumbu, lakini mlaji wa nguruwe kumbukumbu kumbu zake zitashuka zaidi kuliko mzee ambaye asiyekuwa amezoea kula nguruwe. Nyama ya nguruwe ina kiwango kikubwa cha mafuta mabaya ambayo mafuta haya yakiingia katika mwili wa mwanadamu yanaweza kusababisha ugonjwa wa moyo. Ikumbukwe pia, nguruwe hana tezi za jasho, kwa hiyo mfumo wa utoaji sumu mwilini kwa nguruwe kwake hamna. Hivyo basi mlaji wa nguruwe atapokula nyama ya nguruwe, sumu zote ambazo alikuwa nazo nguruwe anazihamisha na kuzileta mwilini mwake. Pia nguruwe ana bakteria ambao hawafi kwenye nyuzi joto mia moja, kwani kikawaida vyakula vyetu huiva na kukamilika hata kwenye nyuzi joto mia moja tu lakini bakteria hao ambao wanapatikana kwenye nyama ya nguruwe hawafi isipokuwa kwenye nyuzi joto mia tatu na hii ni hatari nyingine ya nyama ya nguruwe lakini pia katika kuongezea nyama ya nguruwe minyoo yake ambayo inapatikana baada ya kula nyama ya nguruwe hupanda hadi kwenye ubongo, kiasi ambacho mtu huweza kupata kifafa hata kama hajazaliwa nacho. Lakini pia miongoni mwa tabia za ajabu za nguruwe, ana tabia za kuchukiza na za kukasirisha. Nguruwe ana uwezo wa kula chochote hata ikiwa kinyesi chake mwenyewe. Nguruwe, miongoni mwa tabia zake za ajabu, huweza kula kinyesi chake mwenyewe. Lakini pia anaweza kula mizoga, takataka taka, hata wenzao ambao wamefariki huweza pia kula nguruwe. Pia anaweza kula mtoto wake anaweza kula pia mtoto wake ambaye hana afya mzuri au hata kumuua pale ambapo anajisikia kufanya hivyo. Nguruwe anapenda kukaa sehemu chafu chafu, mazingira mabaya mabaya, na ikiwa nguruwe ana uwezo wa kutafuna hata mtoto wake itakuwa mtoto wa binadamu. Kwa hakika nguruwe ni kiumbe cha ajabu, tuchukue tahadhari kama Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyotuharamishia. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa ni makala haya mafupi kutokana na maelezo ya uharamishwaji wa nguruwe kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini pia nimejaribu kuweka madhara yake kiafya na pia tabia zake kisaikolojia. Hakika mpenzi mtazamaji, umepata walau faida kwa uchache. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kumswalia Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam pia na kufanya istighfari, kuombea maiti wetu wote waliyetangulia mbele za haki, na sisi, Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe mwisho mwema. Mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe, kucomment, ku like na kushare, ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa KHAIRO tv, kwani hautajutia kusubscribe chaneli hii, ewe mpenzi mtazamaji. Mpenzi mtazamaji, hadi kufikia hapa, sina la zaidi. Uwe na wakati mwema. Wabillahi taufiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhibbukum bila hudud.